Enyi mlioamini usiwashughulisheni kwenu mali zenu na watoto wenu, kausahau utajo wa mwenyezi Mungu, mkasahau kumkumbuka mwenyezi Mungu. Wa man yafal an dhalika, na ambaye atakuwa amefanya hivyo fa ulaika humul khasirun, basi mja huyo atakuwa ameingia kwenye khasara iliyo kubwa sasa waamfiku na toeni, mima katika vile ambavyo vyo kwamba razaknakum tume waruzukuvyo Mwenyezi Mwenyezimungu anasema toeni katika vile mlivyoruzukiwa min kabli an anyatia ahadakum lmaut kabla hayajamjia mmoja wenu mauti. Sasa mwanadamu mauti akikaribia atatamani hivi, fayaqula rabbi mwanadamu atasema lau la akhartani ila ajalin karibu, lau Mwenyezi Mungu ungelipunguzia muda kidogo tu, kaniacha kidogo, fa aswadaka, nikatoa swadaka, wa akum na min asalihin na